Yo, kuna time ukipata muda wa free, make sure tukomba unawaombea poor girls ambao wanaishi expensive life. Wanapata tabu, unaanza kujiuliza kwa nini maslahi kwini, hawarudi nguo ebana, wanarudisha kutoka kwa wahusika halali ebana. Huku ndo mtani kwetu, shida ndo zinafunza ilio fundi wa kila kitu, mana hata alogundua kucheza kiduku ni fundi. Cheleani kazini, chizi nyumbani, baba skofu, masela on this one ebana. Huku ni buza bana, nataka nikuonyeshe watu ambavyo wako na vipaji ndani yao ebana. Hakuna kupola kuboa kama mashine ya kosaga na kukoboa, twenzao.

Yes, kwa jina naitwa Mzafiri lakini kwa jina la kitani Kinega. Yeah. Yeah, Kinega boy. Eh, bwana kutoka kipande gani? Hapa ni Center City Town of Tanzania, aka Idodomia. Yeah, yeah, yeah, yeah. Naona harakati ni mingi mzee. Ah, kweli kama unavyoona, harakati yeah. Kama zote si unajua mjini mwanangu huwezi yeah, kuishi bila kuwa na harakati hivyo tu. Harakati hii au kuna harakati nyingine ambazo unashughulikia? Mimi harakati tu of course hapa kwa town ni hizi tu ambazo unaona niko na hivi. Ah, kwa upande wa pale ni wewe ah, eh, hivyo kidogo, si unajua, sio sana, sio tuseme kwamba ushajipata. Amna kiasi. Mimi niko nataka nione kwamba wewe uko na kipaji ndani yako, eh. Na kipaji kipaji gani? Eh, mimi bwana, ni msanii wa hip-hop. hip hop hop eh na rap vizuri sana. na rap, yeah. ni msanii gani ambaye unamuona kabisa yupo kwenye game, gemu, unasema kabisa pale, mimi ningekuwa, yeah. nimepata nafasi ambayo uko nayo hey. yeah. Eh bwana, mimi ningeua zaidi ya hey. ah Sema, natamani kwanza hata nikutane nae hata siku moja eh. darasa bana, mimi nanikosha na eh, eh, mwindi mzee wangu yeah, yeah, yeah. Eh. Ube igani kwanza, mia mia mtu vile pesi <laughs> oh, <Yeah. laughs> <laughs> eh? Mwanangu, mimi nalahisisha kwa sababu najua. Mimi metokea katika maisha magumu, unajua eh. so najua nikiwa hapa hivi najua wateja wako vipi, maana mm. Eh, hapa hapa wana watoto wa shule wanapita hapa mm. wanakuja na mia, mwingine mtu mzima mtu mzima tuka sana, nime baki chenji huko mia mm. kwa napitia na miyosi yache ilete hapa nitunze hapa mtazamaji ambaye unatazama sasa hivi kitu kina quality kabisa. E, naleta vitu wengi kwa maana kwamba navokuzia leo mm, sio uishie leo kesho tena uje eh. Lakini kama ndo ningepata nafasi hivi kwamba mambo bila kasi akanyoka eh. Aha bana, mimi namtupilia na namweka chini na alafu naweza kana mshauri mimi wa darasa hili kaza, fanya hivi fanya hivi eh. Yaani ule pole ungemtoa kwenye ngazi ule ah. Yaani kama ndo wametoa na tupandisha kwenye stage ah, hivi. Wewe na na yeye, yeye. Ah, mimi na yeye. Darasa kaa Ebana, noma sana sasa. Mimi nataka uweze kuonyesha uwezo ambao labda pengine unampita hata darasa darasa mwenyewe, akiona aseme, eh, kumbe kuna moto, ndio eh bana, twenzao. Ah, sasa, iko hivi kabla sijaanza Yeah. Labda la, nitoe nani? Kwamba kwenye kumpita sasa yeah. Inategemea hapa ntakachokitoa hapa yeah. Unajua kuwa kinalinganishwa kwamba kitu unachokitoa yeah. E, kina ujumbe gani yeah. Halafu na kina quality gani na kulingana. Unajua? <tikin> Sasa hapa mimi na kitoa mimi kama nilivyo, Nataka sema ndo namshusha mimi, twende sasa. Sasa tunaenda. He, kuna hapa bana, mshikaji anachoma mahindi, anapiga zake na ishu za karanga, alafu anamwambiaje, darasa pale ulipo. He, He. anakushusha pale tunza, hmm. kama ndo tabata na wewe darasa nakuweka chini, Kinega boys!

Daftari, hupo tabila habari jina langu msafiri, jana pole si mkali, usidhani nasafiri, ukisikia jina hili kijana jasiri, japo nagopa ajali mjali anayekujali, so mpaka kununulie gari, mwenzenu najidai japo sina salari, ila nafurahi kwa sababu na uhai. Wahenga washasema maisha singekewa, bali ni nyota ya mtu kama ilivyokuzaliwa, kila mtu siku yake no mafanikio ya sokosa changamoto, jikaze kijana, huo ndo wakati wako, sishangae, Damondi Brakresa au Samata wana maisha mazuri la mazuila changamoto na wao. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Darasa <laughs> umeona unomau. So make sure tukwamba unaendelea kubalansi mwendo na dundo. Kuna watu ambao wanasema kabisa yeah. wakipanda kwenye stage pamoja na wewe nah, wanakushusha chini. Akaze sio kwamba tu yupo pale yeah. si tunaona tupo huku tunamwangalia, kwa hiyo yeah. akaze hicho yeah. kipaji kapewa, lakini akitumie vizuri. Eh, yeah. E, tupo sisi kwa sababu tuna nafasi tunakosa, kwa maana naona kama tupo huku hivi yeah. lakini kipatikana ndo hivyo mm. Darasa, tunakaa chini baba. Mkumbushe kwanza darasa, aka yako Kinega boy. Yeah, kaboy, naam, naam. Bwana umetisha sana mzee wangu. Naam, naam. Bwana kuache hey, dua, dua. Pamoja sana. Nimekutana na jitu refu balaa. Yaani ukishasikia kwamba mwamba ni mrefu kuliko goli, basi ndio huyu mchizi. Yeah, yeah. Bwana hapa AK yako ndio hiyo au ndio jina lako? Naenda kama chuga AK yangu ya hapa. Harakati gani mzee? Mimi naendesha bajaji. Mimi sana sana na dance ndio kipaji changu sana kikubwa ambacho nakifanya mm. Unaona, yeah. Kuna dansa gani ambaye wewe unaona oh, kabisa kwamba yeye amepata tu nafasi ya kwenda mbele, lakini ukipata nafasi yake kama ya kwake, basi ungefika mbali zaidi yake? Yeye kwa bongo au mbele, hapa hapa bongo? Ah, kwa bongo naweza ah, nikasema naeza ah, Dogonoma, Dogonoma bado sana sema ndo hivyo tu, kwa sababu yuko somewhere okay. Ndio maana anafanya vitu fulani, lakini bado ndo vile tu nambeba Dogonoma nini. uh -huh. Yuko Bad Nation, sijui okay. Kwa chino mm. yeah, kitu kama hicho, lakini sijaona bado mm. Au wengine wako fresh zaidi. Umepandishwa kwenye jukwaa leo, umeona kwenye hilo jukwaa kuna masharti ambayo wameweka kwamba ndani ya sekunde kumi na tano uweze kuonyesha uwezo kwa kutumia mdomo wako. Saa unapigwa bastola, inabidi uimbe ili uweze kubaki salama. Wewe yeah. ungeimba wimbo wa msanii gani? ah. I mi mean, singeimba bali ningeonesha tu style ya mdomo ambao kidogo nao ni talent moja wapo pia. Ningeonesha kipaji gani kama kucheza na midomo kwa sababu nao ni talent ambayo nao ah.

hata kipaji cha kukunja midomo, kuna baadhi ya watu ambao wana inspire watu. jua umeshaoa tayari, tukiishi karibu na vyuo view, vyuo view, hivi patapata e, sana asa kumbe ja patapata nini wale, <laughs> wanapenda sana kuku wale. E. Wale bana nikati kipaja na mkatia eh, eh. eh. una kipaji gani? Sisi mimi naimba. Unaimba chanika ndio. eh. yeah. hivi ni msanii gani ambaye unamwona kabisa sasa hivi upo kwenye game lakini, we unaona kabisa ukipata nafasi unamtoa pale? Young Lunya, Young Lunya yeah. Yeah. bana mshika kipaza, alafu muoneshe kwamba Young Lunya tunafanyaje hii kazi. Sawa, okay. e, yeah. leo hii tunafanya kama tutofanya tena show hii ena. Mimi wanabaki wakitetema bad boy kama ya kazi inavyosema follow us tena tena mkali japo jina langu aja mali bila japo naogopa aja mali bila daftari huisha bila habari wahenga wakisema elimu ni bahari ja jipe moyo utashindasa, jipe moyo utashinda, kikubwa Mungu yupo usizani, masi hala alipo yeye nasi tupo pia, nikikompea nasatizishurutia miaka minne si mchezo, kumaliza tuna jasho, alafu jifelishe kujui nikacheshe kama mnyama kicheche, ngoja kwanza nicheke, ngoja kwanza nicheke anaitwa Kolit Morani au Ayubu Ole na Msungu Sokoine. AKA yako labda pengine ambayo watu wengi wanaijua. Kolit Morani. Ah, wanaijuai Yes. Unashughulika na shughuli gani hapa mjini? Mi nipo tu, lakini na kipaji cha utangazaji utangazaji. Yes. mimi nitakuwa ni msanii, si ndio? Wewe ni mtangazaji ambaye utafungua hii vindi, lakini pia utanioji mimi kama msanii ndani ya dakika tatu. Kwani lazima uwe msanii? <laughs> Sawa basi, wewe utanioji mimi ndio, ndani ya dakika tatu, tunaenda haina noma sasa. Sawasawa nam karibu mpenzi mtazamaji wa sawasawa Digito. Hii ni Digito Sports ambapo leo eh, tunaenda kuhoji mwandishi mmoja ama mchambuzi wa masuala ya soka hapa nchini Tanzania, lakini kubwa Simba na Yanga hawa ni maasimu, lakini wapinzani wakubwa eh, wa eh, miaka mingi eh, kumbuka kwamba Simba Sports Club wameelekea katika hatua ya fainali eh, zidi ya RS Berkane kutoka pale nchini Moroko, lakini ndugu zao ama watani zao jadi leo wameingia fainali eh, pale Zanzibar na watacheza za mchezo huu siku ya leo. Sasa anaenda kuzungumza na mchambuzi huyu hapa ambaye eh, tuko naye unaitwa nani brother? Eh, bana naitwa Jivon Henry. Eh, bana eh, Simba ameelekea fainali, stori kubwa ni kwamba Simba amebahatisha kufika fainali. nini mtazamo wako juu ya hili? Eh, bana kufika pale wame deserve kwa sababu kwa ukubwa walionao, lakini pia pressure ambayo walikuwa nayo, lakini pia hata slogan, kauli mbiu ambayo waliweza kutumia pia ya ya iliweza kuwafanya mpaka wao wakaweza kufika pale ambapo walitaka, sawa sawa eh. Lakini unadhani kwamba Simba ni bora kuzidi Yanga kulingana na kwamba hatua eh, waliofika ni kubwa sana katika kombe la shirikisho, kwa maana CAF Confederation Cup eh, unadhani Simba ni bora zaidi ya Yanga? Aa, kila mtu ana wa ukubwa wake, Simba na ukubwa wake Yanga na ukubwa wake. Kufika pale ni wakati wake umefika, so hatuwezi tukasema kwamba labda pengine Simba ni mkubwa tu peke yake kuliko Yanga. Wote ni wakubwa, lakini sasa hivi na nafasi waliozoweza kuzitumia walikamilisha na kufika pale ambapo wamefika. Nini mtazamo wako eh, kuelekea katika fainali ya CAF Confederation Cup ambapo Simba Sports Club watamenyana na RS Berkane. Mm. Eh, first leg itakuwa pale eh, the... Moroko ambapo Simba wataenda kule ugenini kucheza mchezo huo. Unadhani mtazamo wako juu ya fainali hiyo ni upi? Na Simba matokeo yao unatabiri ama una predict nini juu ya finali hiyo? Na, kwanza kwa mtazamo wangu mechi itakuwa ni ngumu eh, lakini pia kama Watanzania lazima tujumuike kwa pamoja eh, tuungane kwa ajili ya kuweza kushabikia kwa sababu ile wanapoenda kucheza pale, maana sasa wanaibeba bendera ya Tanzania. Kwa hiyo wanapoenda kubeba bendera ya Tanzania, lazima sisi kama Watanzania tuungane pamoja uh, kuweka ushabiki lakini pia twende pale kwa ajili ya kuunga mkono jambo liende. Game itakuwa ni ngumu sana, e, itakuwa ni ngumu sana kwa sababu kila timu imejipanga kwa upande wake, ila tutaona game ambayo itakuwa ni ngumu sana, lakini matumizi ya nafasi basi ndio atakayochukua nafasi pale, na tutakao. Tumemaliza. yeah, hey, bana, thanks for your time brother. uh, na wewe mtazamaji wetu wa sawa sawa dikto, tuwekee comment pale chini juu ya uh, finali ya Simba dhidi ya RS Berkane pale nchini Moroko, first leg, na second leg itakuwa hapa hapa, uh, tujui kama ni uwanja taifa wa Benjamin Mkapa ama Amani pale e Zanzibar. Lakini weka komenti yako, nini mtazamo wako juu ya fainali hiyo. Lakini leo Young Africans Sports Club watakuwa pia na fainali pale Zanzibar, toa mtazamo wako, shusha komenti zako hapa, asante. Naona mshani Kalili kama mchambuzi eh? <laughs> <laughs> E soma, e kinoma noma umetisha. E kinoma noma. Sasa ni vipi tasnia yako, labda pengine ambayo kunayo maana, utangazaji nimekuona na midondoko kabisa ya sports sawa, na ni unyemwezi wa kutosha kabisa na mi nimekubali. Shukrani. Sasa vipi we, labda pengine ni katika kusomea au ni talent ambayo kunayo? Of course ni talent na deserve kwenda kusoma kabisa, lakini mm, mazingira yangu na mzee, yeah, watoto uswahilini tunaishi maisha hayo. Mimi mm, ni masai lakini napenda sana kujichanganya mm. Yes brother, kwa hiyo manake unawishi siku moja kuwa mtangazaji? Of course, na nilishinda kwenye mashindano, nilifanikiwa kushinda mshindi wa tatu pale Arusha, hivyo mm. lakini kulingana na mazingira ya kazi siwezi kuzungumzia sana ile mada iko pale mm. Lakini ndio hivyo mas, naf, nafikiri masuala ya malipo ilikuwa changamoto. Na sasa unamwambia nini mtu ambaye anakukatisha tamaa alafu wewe umtegemei? Mimi ah, nasema tu kila mtu ana bahati yake kwenye maisha yeah. Na kila mtu anapaswa kupambana bila kuchoka, hivyo bila kuchoka hm mimi napambana na, na, na, bro na ndoto yangu moja kubwa kabisa kukaa kwenye TV, licha ya kwamba nimeshawahi kufanya kazi kwenye TV lakini kimsingi nahitaji kusonga mbele, unajua ile consistency ya kufanya kazi kila siku, sio? Unanielewa brother? Yeah, mimi napenda sana media, ndoto yangu ni media, maisha yangu ni media. Ya, kuna vitu vingi wakati mwingine nafanya mziki natoa mangoma, lakini si kitu ambacho nakifagilia sana lakini presentation ndo yeah. Mambo yangu journalism ndo kipaji changu. Yes bro. mm -hmm. E bana, nimechambua kama mchambuzi, mtangazaji e, kanifanya mpaka nikaanza kuchambua, na nimewadanganya pale kidogo tu nianze kusema Simba hawana exposure hawana e, ukiangalia kwenye tactics gani hapo mtaani mtaani kwa kama Twalibu, Twalibu west eh eh eh eh, majina yako mawili ya vieti pale, unaitwa Twalibu Suleiman bane sana vipi, labda labda, pengine pengine unaishi na na na na na mwanamke au upo single single single? Mimi mimi mwanangu mwanangu mchumba sema kachimba maisha, unajua haeleweki kacha ndala. By the way, sasa, kipaji kipaji ambacho wewe, uko na kipaji gani? Mimi naimba rap. Rap ni msanii gani ambaye unamuona kabisa au yupo sasa hivi pale juu, lakini unaona kabisa wewe ukipata nafasi ya kukaa stage pamoja na yeye unamkalisha? Uh, kwa hilo, utakuwa utadanganya kwa sababu gani? unajua yeah. Wale ni ma professional kaka, wale sasa hivi washafika level ambao wanasoma, unajua wanafanya vitu vingi kwenye muziki wanavijua, yeah. Mimi ndo kwanza studio kwenda kuachia jingo sijawahi sasa hivi anakutazama, hebu mpe kitu ambacho uko nacho. mimi nataka nikuachie paza kabisa, ukishike kwa mikono <laughs> <Uwa>. <laughs> jia yeah. mkiona sonekano huju nimefichwa na mubebe mapenzi nayonipa nasikupaa kama ndege penzi lake zito zaidi ya ndoo ya zege kwake ndonisha kwa hata mkiniona bwege kikweli umeumbika sana kitembea nyuma na tikisa yo minyama kifuani siyopoa chuchu zimekusimama kama nimeona mbala mwezi mchana mchana yeah, hasa kwa nini ni kuchiti wakati kwenye bedi unanipa mikiliti. penzi lako tam dele silichoki, unanipa chukuchuku yani buti bila soksi. Ah-ah, kwako nshajifia ndomana dele na kung'ang'ania. Ukiniacha nitalia kila dakika sichoki kukuangalia. Ulipo tupo lakini ambapo tupo sisi wewe upo. Mdogo mdogo ndio mwendo chao ndio scan dogo video pendo nazidi kusema kwa matendo. I hope ni kwamba umeenjoy show kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni sema tu, sina la ziada, make sure tukomo na subscribe ili kuwa kwanza kupata taarifa kadha kadha zinazozidi kuendelea kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Until next time. Bye bye.